Msafara wa Jipange na VIUSASA kwa siku ya pili unazuru kaunti ya Kiambu kuanzia Githurai hadi Gatundu kisha kumalizikia huko Ruiru. Viusasa inaadhimisha miaka minane ya vipindi moto moto kwenye kiunzi cha Viusasa pamoja na mashabiki wake mashinani. Jiunge na Viusasa kwa shilingi hamsini ili upate fursa ya kutazama vipindi vya kusisimua na nafasi ya kujishindia shilingi elfu hamsini kila siku nusu milioni kwa wiki na zawadi kuu ya shilingi milioni mbili. Mwandishi wetu Steve Shitera ana mengi zaidi atupashe, yuko wapi sasa kwenye msafara huo wa Viusasa? Bila shaka uh, jipange na Viusasa ni msafara ambao umetikisa eneo hili la kati. Kwa siku ya pili mfululizo, msafara huu unazuru kaunti ya Kiambu. Kumbuka jana, msafara ulizuru maeneo mbalimbali uh, mbali katika upande wa pili wa Kiambu, na hii leo uh, msafara uko katika upande wa pili wa kaunti ya Kiambu. Msafara ulianzia Githurai ukaingia maeneo ya Kimunyu na sasa tunavyozungumza na wewe, Babu, msafara uko katika mji wa Gatundu, ambapo wakazi wamejitokeza kwa wingi kweli kweli kuweza kukutana na watangazaji wao wanaowapenda wa Inoro FM. Hapa kuna watangazaji wa Radio Citizen na pia kuna wachekeshaji kutoka Inoro TV. Kumbuka babu, kwamba msafara huu unaadhimisha miaka minane tangu kuzinduliwa kwa VIUSASA. Nakumbuka kwamba VIUSASA inawapa wakenya huduma ya burudani mtandaoni na kwa shilingi hamsini tu, wakenya wanaweza kujiunga na VIUSASA na kuweza kutizama vipindi vya kuwachekesha kuwafurahisha na pia kuwaelimisha. Kumbuka kwamba ni jukwaa tu ambalo limejaa mambo mengi ambayo yanahusiana na jamii na a, katika mwaka huu wa nane vyu sasa imesema kwamba itasherehekea na wananchi ambao wameweza kuishikilia kwa miaka minane, na wanasema kwamba ukijiunga na vyu sasa, kando tu na kutizama vipindi kwenye kiunzi hicho cha vyu sasa, unapata una nafasi murwa zaidi ya kuweza kujishindia shilingi elfu hamsini kila siku, shilingi nusu milioni kila wiki na uh, mshindi mkuu atapata shilingi milioni mbili. Kwa hivyo popote ulipo, uh, katika taifa hili uh, ka stand-by, manake msafara huu unakuja kila pembe ya taifa hili la Kenya, na labda juma lijalo itakuwa ni kwako. Na kama unatizama sasa hivi, jiunge na Viusasa, uh, ushiriki, unaweza kuwa mshindi. uh, watangazaji nilikuambia wako hapa, niko na gwiji wa rumba, Uncle Fredo. Naam, Bachi Machoka, e, umejiunga na msafara huu yeah. e, baada ya muda mrefu sana sija kuona katika msafara. Unajua, huu msafara unataka vijana sasa, wakati ambapo waliniambia kwamba wanataka kijana wajana, nikasema na mimi nitafika hapa, na unajua Gatundu ni ile sehemu ambayo inajulikana sana, wanasema nyumbane ne. Is the only uh, uh, area ambayo imeweza kuzaa marais wawili. It is the only place that has uh, produced the two presidents in this Republic of Kenya. Kwa hivyo nikaja hapa Mlimani na mimi niweze kujibamba and I'm enjoying myself big time. Tuna tunacheka, tunafurahi na mashabiki wetu. Manaake tuko na mashabiki hapa wa Inoro TV mashabiki wa Inoro, anine, Citizen TV, Inoro Radio na Citizen Radio. Kwa hivyo nimekuja hapa kama msee wa rumba kuwakilisha jamaa wa rumba wakijibamba hapa. Kwa hivyo sisi ndio tuko area. Ujumbe wameupokea vipi? Uh, ujumbe wa Jipange na Viusasa umpeleke, umepokelewa vizuri, na nimeona ni watu wengi sana ambao wanashiriki kujiunga na Viusasa kwa sababu kuna watu wanalenga ile 2 mita, kuna watu wanalenga ile 2 milioni, na hapa unajua watu wachezi wanacheza yeah. Kwa hivyo naona kama tumepokelewa vizuri. Hata kuna watu walikuwa nataka tuingie mahali tupate nyama choma, kawaambia baadaye, tuko busy. Kwa hivyo tutakuja hapa Katundu tena tupige sherehe, lakini kesho ni Murang'a. yeah. Bila shaka kesho ni Murang'a na nitaongea na mkuu wa vipindi kwenye Viusasa, anaitwa Esther Mukima, ndio mwenye mikoba yote ya Viusasa. Tueleze tu, uh, Viusasa hadi leo uh, una pima, pima unaona vipi? E, tumeenda kaunti nyingi hadi leo. Leo tunatamatisha ziara yetu ya Kiambu kaunti, tulianzia Githurai na tutamalizia Ruiru, uh, kisha kesho tutaenda Muranga, tutaanzia kirea ine tukuja tukimalizia Maragwa, na Saturday pia tutaenda kaunti, tutakuwa bado kaunti ya Muranga pande ile ingine uh, kwa hizo siku zote tumekuwa kwenye msafara wa Viusasa, tuseme wiki mbili na nusu sasa, tumepatana ama tumeweza kupatana na wasikilizaji wetu, subscribers wetu wanao watch vipindi na wanasikiza mziki kwenye platform yetu ya Viusasa, na wametupatia feedback mingi, wameweza pia kujishindia vi... zawadi nyingi sana. Jana tuli zawadi watu wawili, leo tuna zawadi mmoja kutoka hapa Ruiru, kesho tunaenda kuzawadi mmoja kutoka Muranga ambaye amejishindia leo shilingi elfu hamsini. So tumeweza kuwa zawadi watu wengi sana, na on top of that tumepatana na watu wasanii wengi. So katika moja ya vitu tunavyofanya kwenye msafara huu ni kupatana na wasanii, tusikae tu pale mji mkuu wa Nairobi tukifanya kazi na natujakutana na wasanii wa hapa eh, mashinani. So tunakuja mashinani, ndio maana inaitwa jipange na, na Viusasa mashinani, ili tuje mashinani tupatane na content providers wa hapa mashinani. So wasanii producers, eh, poets and all those kind of people. Na tunawahisi subscribers wetu watungoje eh, nchi nzima tutakuja, na waendelee kushiriki katika jipange na promotion yetu ya jipange na Viusasa. Sasa wakitumia paybill namba yetu ya 724 177 kisha wanaweka namba yao ya simu kama account number. Wakifanya hivyo, wanaweka 50 shillings watapata point na waweze kuanza kuona vipindi vingi sana kwenye Viusasa. Asante sana Esta, bila shaka babu, kuna shabiki mmoja hapa kama sitamwongelesha na nafikiri atakasirika. Anasema ni shabiki wako mkubwa sana. Naam, na, na mimi ni shabiki wa Kiswahili mbambu, na maelfu ya Wakenya wamekuwa wakijitokeza na kama vile unajua mbambu, uh, tuko na wavyele ambao wamejitokeza kila eneo la Kenya. Leo tuko Gatundu na tumekuja hapa ili kwa sababu kunena na kuzungumza

amechanganikiwa kidogo, maanake e, mipango hii yote e, ipo lakini leo tunazungumzia jipange na Viusasa, na msafara huu unatoka Gatundu unaelekea maeneo ya, a, maeneo ya Ruiru ambapo msafara huu utatamatikia utata na kuweza tu kukutana na watazamaji wa vipindi maarufu kwenye kiunzi cha Viusasa kutoka Gatundu. Babu, sina la ziada, narudisha kwako studio. Naam, huyo shabiki wangu sugu akizungumza methali ambazo zipo hazipo kwenye Kiswahili, lakini tutaendelea kuwa na yeye pamoja wengine kwa washukiwa watano wakiwemo